Ametoa wito huo wakati akizungumza na wananchi na watumishi na viongozi katika hafla fupi ya kuwatakia wananchi heri ya sikukuu hizo za mwisho wa mwaka ambapo amesema mwaka 2025 umekuwa ni mwaka wa mafanikio kwani wananchi wamejielekeza kwenye shughuli zao za uzalishaji. Tuendelee kuwa nguzo ya maadili, amani na mshikamano. Niendelee kuwahakikishia nyie watumishi wa serikali, lakini pia watumishi wa dini lakini pia wananchi wa mkoa wa Mwanza kwamba mkoa wetu utaendelea kuwa salama. Na tumejipanga vizuri sana kuhakikisha tunaimarisha usalama wa watu na mali zao katika kipindi hiki cha Krismasi na mwaka mpya. Kwa hiyo, nawatakia amani ya Bwana. Ninawatakia wananchi wa mkoa wa Mwanza utulivu mkubwa, waimarishe amani katika maeneo yao mbalimbali mbali. Waheshimiwa wakuu wa wilaya hapa wanayo maelekezo ya kuhakikisha kwamba Krismasi na mwaka mpya zinakuwa ni sherehe tulivu zenye amani na upendo tele. Aidha, Mtanda ametoa wito kwa wananchi wote kuwajibika kuilinda amani kwa kutoa taarifa pale wanapoona kuna dalili za uvunjifu wa amani katika mitaa yao ili kila mmoja afurahie sikukuu hizo. Tena vyombo vya usalama, kazi yetu ni kuwalinda wananchi wananchi watakaotaka kwenda kufanya sherehe zao hata mpaka asubuhi, waacheni wafanye sherehe zao, tusiwazimie miziki yao kwamba sasa saa sita usiku mwisho. Hapana, tuwaache wafanye shughuli zao, sherehe zao, kwa sababu haya ni mambo ya mara moja tu kwa mwaka. Wajibu wetu sisi ni kuwalinda, wajibu wetu sisi wafanye sherehe zao kwa amani, wajibu wetu sisi. Kwa hiyo wito wangu kwa jeshi la polisi na vyombo vyote Kazi yetu ni kuimarisha usalama wa watu na mali zao. Tusiingie kwenye shughuli zao na kuanza kamatakamata kamata zisizo za lazima. Tusiingie kwenye shughuli zao na kuwazimia miziki yao. Waacheni watu wafurahi, waacheni watu washerehekee Krismasi, waacheni watu washerehekee mwaka mpya. Lakini wananchi pia wanawajibika kutunza amani na kutoa taarifa kwa serikali kupitia vyombo mbalimbali pale wanapoona kuna dalili za uvunjifu wa amani. Kwa upande mwingine, Mtanda ametumia wasaa huo kumshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa zawadi ya Krismasi katika vituo vya malezi ya watoto vilivyopo katika wilaya Nyamagana pamoja na Ilemela na kwamba atakabidhi bidhaa hizo kwa vituo husika. Mwisho kabisa, wakati nawatakieni heri ya Krismasi na mwaka mpya. Niseme tu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anaungana na wanamwanza kututakia heri ya Krismasi na mwaka mpya, na amenielekeza kukabidhi zawadi, e, zawadi za mbuzi, mchele na vitu vingine kwa vituo maalum ambavyo vinalea watoto wetu, vinalea wajane katika mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo tutafanya hivyo na tutakabidhi zawadi hizo kwa vituo hivyo. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumshukuru sana rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa upendo wake kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza na zawadi ambazo amezitoa zikiashiria ni upendo wake kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza, hususan vituo hivyo ambavyo vinakabidhiwa zawadi hizo ili iwe sehemu ya maadhimisho ya Krismasi eh, na mwaka mpya.